Na nikimkuta kuna mawili, ubaki na uchizi mwenzako, au mimi niruhusu niondoke. Chile moke, chile moke. Mwanangu, asikudanganye mtu vazi la mwisho ni sanda, na mapumziko mazuri ni kablini tu. Kwa usikubali kabisa kudanganyika tena, na wewe inabidi usilete mazoea, mazoea ya ovyoovyo na watu, acha mazoea Ni kipunje na wa kike. Adela ni yupi hapo? Huyo huyo Adela. Mbona kama Adela hana mazoea na mtu? sogea mdogo wako Adela Dela amelogwa, na akiolewa na huyu mzee, kuna matatizo makubwa yatatokea katika maisha yako. Unanisaidia aje hapa mganga? Kinachohitajika hapa ni tiba. Inatakiwa mdogo wako aje hapa. Naweza kwenda kumchukua, seven gameta sawa? Kama unaweza Basi mimi mimi nimekokota kokota huku. Kuna jambo mimi linanisumbua sumbua kwenye koromeo na ninyongo lokota. Wewe hapo, nikuulize unamuamini Merisa? Kwa nini? Simuamini kipi? Wewe kitu ambacho uji Merisa amini ki. Merisa ni msokodo kwinyo. Merisa ni mchunguzi chunguzi wa vitu vya watu. Eh, umeona. Sasa mimi hapo nikawaza, labda hapa natakia nikuambie kwa sababu ananichosha. Aeleweke, aeleweke. Yuda ana wanaume. Mimi ana wanaume? sijashuhudia eh, eh, kwa macho wangu maskini wa Mungu, isipokuwa tu mi na fununu, fununu. Maana akitoka saa moja anakuja saa kumi na mbili afu ita anakuja na tuchumvi tu, ndio nini sasa? Kumaliza masekunde yote ayo ayupo sasa. Kipi nakupa kazi wewe, kama Meli ana wanaume, nataka umfatilie mpaka umjue huyu mwanaume wake, alafu ji kunyambia hilo limeisha. Sasa afu tena kitu kingine mi ambacho naofia anatafuta ni maskini wa Mungu eh? Mesanantafuta nini au mimi kuwa hapa labda hajapenda eh? anakuwa nakata na huyo mgeni anaongea ongea naye tu vitu, mwisho wa mwambe mi mtoto mbaya, nakati miaka nenda miaka songa, mi hapa sijai kufanya kitu chochote kibaya kabisa, unaelewa. Ila meta anachongelea chongelea kiepe, nimesha kukataza, sitaki wafatilie watu. We una kazi yako huko, unaangalia misukuli na ule kaja kukusaidia wewe, sasa una wasiwasi nini? sawa mama

Kabla sijavuta pumzi hivi, una mazoea na mzee Manembo? Dada wewe, umefika saa hizi hapa kijijini, unanishtua kuniambia hivyo? Hizo habari za mzee Manembo kakwambia nani? Nimezipata huko kwa mganga wangu, tena sio kwa kuniambia, nimeshuhudia kwa macho yangu. Hivi Kwa sasa dada wewe na mganga wako, mmeacha kufanya mambo yenu. Mmeacha kufata mambo yenu ya kuumwa kwako, ku, mmeanza kuingia hadi kwangu. Nimepata jibu. Sasa ukweli ni kwamba mimi mzee Manembo sio mazoea naye tu. Mimi nina mahusiano naye. Na siku sio nyingi ataenda kuwa mume wangu wa ndoa. Wewe na mdogo wako kipunji. Mjiandae kupokea posa. Mdogo wangu Adela. Yaani wewe umesahau matatizo yote yule mzee alionipa, mimi naangaika sifanye mambo yangu huku, kila leo inanikuta janga ile ile na wewe, ndo unajua matatizo yangu, wewe ndo msingi wangu wa kila kitu. Wewe tena kuenda tena kuwa na yule mzee? Dada hebu muogope Mungu. Ha, matatizo unayo wewe, ninayo mimi, si unayo wewe. Alafu yule mzee, mimi hajanifanyia chochote kibaya. Kumbuka kwamba yule mzee ni mstaarabu na kaplei pati mwanzo mpaka mwisho wa msiba wa baba yetu wewe leo unakuja kuniambia ule mzee ana matatizo matatizo, kumbuka unayo wewe, na sidhani kama ule mzee watu wanahusika. Mimi siwezi kukubaliana na wewe kalekamskure, kajuzi ujaniambia ubini wake nashindwa kukavemesha mimi afu kievuujana unanisumbua akili wewe, nimekwambia hivi niache nikakae na wenzangu niwaulize nitakuja kupajibu

zao sikio. Ndio, kwani nimetoka tu kuwachanisha. Ama kweli akuwai ni ndugu yako mwenyewe. Hadira, ndugu yangu, sikutegemea kama ungefikia hapo ulipo wewe. Ndo msaada wangu, hatuna baba, hatuna mama Tupo sisi kama, sisi kama tena tena, wewe matatizo mengine kupambana maisha ni na wewe. Ndugu yangu, wizard wizard, kwa nini mdogo wangu jamani hivyo? Hamka, amka mdogo wangu, hebu jipe kwanza ufahamu kwanza kidogo. Ndio tunachanganyana jamani. Nishike lipi niliache lipi? Haya basi. Mganga ameniambia twende nikupeleke ukatibiwe. Utoke kuni uchawi, tupumue kidogo. Haya, twende mguu wako mguu wangu. Ebu basi kwanza usinikaripie na kunikemea kwa sababu mimi ni mtu mzima nafanya maamuzi yangu. Sikiliza nikwambie, mimi kwa mganga siendi. Siumwi hata kucha. Usinitafutie ubaya na watu. Kama umetumwa na mganga wako kutoa kafara yangu, umenikosa. Na ukinitibua tu, Nabeba virago vyangu ndani kwa mzee Manembo. Sitaki kaeka na mtu. Ni mimi ninakutibua mganga wangu, unajua, wale mimi wale siwatambui. Ai, <tangu> wanao shambani, pia kuna matrafiki Wewe wewe, mwenzako kuoga kwenye mwezi wa tatu nikioga hadi mwezi wa saba. Taratibu kwanza. Hiyo nini hii dawa? <coughs> Haya, ni mwagie ya siwe mengi, sina ratiba kuoga leo. Haya, mwagie, karibuni. <coughs> <coughs> <coughs> Tutoke ndugu yangu, tumia kanyaga wenyewe Shaidwa ni tatizo. Sawa, naomba unipishe inonge nao karibuni. Asante sana mganga. Mwalimu, mwalimu gesi, huyu ndio yule binti mganga, mdogo wa umri, mambo yake makubwa. Kijiji kizima hiki cha Mkulanga wanamtegemea yeye, yaani anavyosifika hapa kijijini, hali zote inapiga lambe lambe. Samahani, mimi nilikuwa na shida yako na... Nimeshaifahamu tena, matatizo yake umeyajua? Kwani umemloga wewe we? huyo Nendeni pale msubiri <laughs> Sana. Sana. Shukran. ujio wangu nijua kile kitu ambacho nimekuambia na kihitaji, umefika muda mwafaka kutumia hivyo, naomba unipatie. Ni kweli mkuu, nilienda shambani kuangalia zinazo, lakini nimekuta shamba limelimwa na anaolihudumia lile shamba ni mama yangu mimi. Nimejaribu kuiangalia, sikuikuta, nawezekana mama atakuwa ametua, ila nimemtuma mwanangu kwa bibi yake akamuulizie kama ameitoa ile hazina, nitakupa jibu. Na mimi nitajitahidi, nitakwenda kukutafutia mpaka niipate, nije kukabidhi mzigo wako. Sawa, lakini sina subira sana kupitiliza, maana umeshafika muda mwafaka. Hivyo nakupa kutwa ya leo na ya kesho mpaka jioni, iwe tayari umekamilisha ile zoezi. Sawa mkuu wangu. Sawa, kwaheri. Shikonyinge no shikonyinge wakobeta kine chini ya uvungu naletogwa kwa na mane. Kwa hiyo uwe mwalimu kubwa mnafiki wa kijiji, nisije nikwambie tena. Ukifanya masaa nitakuchonjea kwa mwalimu Grace au anapiga mkasi. Hata ukiona pata wewe, heji changanya usifanye, kama nataka kuniziba hivi. Najua kilicho kuleta hapa kwa mganga, abadani abazani, umekuja kumloga mbwe mbwe koma tena ukome. Yaani mimi nipoteze muda wangu nijitoe kule na hali yangu liokuwa nao nije kumloga mwanamme? Mi sifanye hiyo kazi, hapa peke yake panatosha. Nifanye hivi yanini? Nijichoshe mbomb ana haja kulogwa, mbwembe namtia po, napiga kama mambo yako kuyafanya nyingi. Nisikize hiv katika kna sipendi kuingilia kwenye anga zangu, bwaga, nitakupiga, nitakuvunja hizo mbao, yani nitakupiga za chembe utoamini. Si unanielewa wewe? Sikiliza wewe, mganga yuko ndani, ili mambo yasiwe mengi, tumalize mambo yetu, harakati zetu, tunaenda kazi chapi huko mbele baridi. Nitakufanya kama Mwakinyo alichomfanya yule mtoto, twende nkoone shisho. Ah, Mwakinyo hasa wewe, piga za Mwakinyo, mimi nitakupiga za Mandonga, ngumejue kumestiri waya Mdogo wangu Kipunji, nimekuita hapa tuongee ya nani sibu, anatusibu familia nzima. Mdogo wangu, hapa kuna tatizo limeongezeka tena kubwa. Mimi nilivyotoka daa, nimepita moja moja kwa mganga kwa ajili ya yale mambo mambo yangu yale. Nimefika kule nimekutana tatizo lingine, nimeonyeshwa mpaka nimestuka, Adela anatoka na yule mzee mganga nimemwambia, ananisaidiaje? Ananyambia kamchukue ndugu yako umlete hapa niweze kumpa dawa atoke kwenye uchawi. Nafika hapa tena, kivuruge kia, nikimwambia tuende kwa yule mganga hataki tena, haswa kwa haswa ananigea maneno machafu, ananikani. Yani sio adela yule, namjua mimi wa bilaila yule mtoto karugwa kabisa, sio Adela, namfahamu Adela kawa mbogo. Sasa hayo maneno unayoyazungumza, no naanza kuamini kwa sababu Nilimkuta mzee Manembo hapa amesimama naye, na walikuwa wakizungumza. Nilipojaribu kumwambia dada Adera anahitaji kuzungumza naye, alinijibu jibu ambalo sikutegemea kama angekuja kunijibu hivyo, na kutokana na hicho kilichotokea, ninaamini sasa dada Adera amerogwa. Unataka kuniambia ule mzee Kivuruge na ndevu zake zile za umvi alifika hadi hapa? Ah, Mungu wangu, tumeishi habari yetu, familia yetu ah! Sikiza mdogo wangu Naomba hili tatizo tuliwahi haraka, naomba unisaidie na um, na kitu na ukae hapa apa usitoke popote. Mimi nikimbea mmoja kwa mganga chapu nikampa majibu nijua nanisaidiaje kama itawezekana anipe kidawa labda nianzia hapa nimchetue huyu kichwa chake kikae sawa, ili nimchukue kirahisi niweze kumpeleka kule, itakuwa vizuri. Kama itashindikanika, itabidi mganga atafute njia nyingine, tutoke kwenye ile janga. Sawa dada, mi nimekuelewa, nitahakikisha naifunga hii milango yote, ili asiweze kutoka, ila hakikisha unakoenda huko usichelewe kurudi. Kichwa changu kimevuruga. Ngoja mdogo wangu, ni wai kaa kama nipokwa, ndio Mjomba, habari za muda? Salama Njomba. Kuna kitu kinanisumbua alafu sikielewi kabisa. Ndilingia ndani kupumzika, nimeota njozi mbaya sana. Nimeota kuna mtu ananikabidhi kibuyu katika kunilazimisha, nikamuuliza wewe ni nani? Akaniambia, mimi ni baba yako. Ama kweli dunia tujaimaliza. Kuna vitu chini uvungu tujaviona, watu wanaobadili mchana kuwa kiza kama ubaya wa mwachi Mungu wanalipiza. Watazame hawa walipokuwa watoto, wajasoma, wanasoma elimu ya watu wazima. Yaani vituko sijapata kuona, wanaitwa mekwa. Mekwa kuna fimbo ya ajabu inayoweza ge kukanyoka, yaani utastaajabu kuliko yale yanaviusa Ah, uhu, kumbe kuna siri nzito sana. Ah, uhu, uhu, kuna vitu vya kutisha wadu.